Hello family, Nao ni ni mtazamo ambao ninao kshoni kwangu huwa kwamba jamii liimadi kuwa kuweza kuwa salama, kuna vitu viwili ambavyo vinaweza vikamfanya mtu yoyote kuweza kuwa salama. Moja ni kuweza kumtegemea Mungu na kumfanya Mungu binadamu kuweza kuwa salama, maanake mipango ya Mungu ndio itakapoamua kwamba huyu mtu aweze kuwa salama au mtu apitie changamoto fulani, lakini cha pili ni sisi wenyewe kuamua kufanya vitu ambavyo vitaweza kukufanya kuwa salama zaidi. Maana yake unaweza ukafanya vitu ambavyo vinaweza kufanya kuwa salama, lakini Mungu asiwe mwenye kukutegemea au uweza kukufanya kuweza kuwa salama, lakini kama Mungu amepanga kuweza kuwa salama, basi wewe unaweza kuwa miongoni mwa watu ambao unaweza kujisababishia matatizo ya ambayo yanaweza kukupelekea wewe ukawa katika miongoni mwa watu ambao utakuwa kwenye hatari Mungu amepanga lakini wewe kuna vitu ambavyo umevifanya basi vinaweza kukuweka katika hatari. Leo tutazame chakula ambacho mama anapaswa kula au mtindo wa maisha ambao unaweza kupelekea mama kutana na changamoto mbalimbali katika harakati zake za kupata watoto. Au kama wewe ni familia au ni mwenza ambaye unahusika kwa namna moja ama nyingine, basi unakuwa na vitu hivi, vinaweza kuchangia kupelekea mkapata shida wakati wa kutafuta mtoto lakini kama ni jamii unapaswa kufahamu ni vitu gani ambavyo vinaweza kupelekea vikahatarisha afya ya mama katika upatikanaji wake wa mtoto au watoto, ambapo mama anafanya maamuzi ya kutaka kupata ujauzito. Vitu hivi vinaweza ukavifanya na vikawa bora katika kumsaidia mama na kuweza kufanya kuwa salama zaidi kipindi chote ambacho mama katika umri wa uzazi au katika hatua zake za kuchukua kuweza kutafuta watoto au kuweza kuzaa kuna mambo mbalimbali ambayo yanaweza kachangia hapa au tutaangalia hapa lakini, cha kwanza tutaangalia lishe ya mama ambaye anatamani kupata ujauzito ambao uko salama. Tutaangalia namna ambavyo mama, tutakushauri juu ya mazoezi, uzito ambao unatakiwa mama ambaye anatamani kupata ujauzito ambao uko salama na kipindi chote ambacho mama atakuwa katika hali ya ujauzito matumizi ya dawa ambayo mama atakuwa natumia au kuna vitu ambavyo mama atakuwa anatumia kipindi hicho, basi vinaweza vinaweza kuhatarisha katika upatikanaji wa ujauzito na, na baada ya kupata ujauzito mama pia tutakuelekeza namna ambavyo mazingira yanaweza yakawa salama zaidi, au tukuelekeza ni mazingira ambayo yapo kwenye hatari ambayo yanaweza kuhatarisha ujauzito wako na kuweza kufanya kupata shida wakati wa ujauzito na baada ya kupata ujauzito na mtoto atakayezaliwa. Hivi ni vitu ambavyo mama anapaswa kuwa navyo makini, lakini pia jamii inapaswa kuwa navyo makini pale ambapo mwanamke atamani kupata ujauzito. Lakini mwenza ambaye unahusika kwa namna moja ama nyingine, basi unaweza ukachangia, au kama miongoni mwa mtu ambao unaweza kuchangia mwanamke akapata shida katika harakati za kutafuta ujauzito, au baada ya mwanamke kupata ujauzito, vitu ambavyo vinaweza vikahatarisha ujauzito wake na nakupelekea kupata changamoto mbalimbali katika ujauzito wake na baada ya mtoto kuzaliwa. Tukianza na upande wa lishe hii, tunafahamu mama, chakula ndio kila kitu au binadamu, chakula kwake ndio kila kitu. Chakula kinamfanya binadamu kuweza kuwa na nguvu. Chakula kinamfanya binadamu kuweza kuzalisha vitu ambavyo vinaweza vikaboresha afya yake na kuwa mwenye afya, maanake vitamlinda dhidi ya maambukizi, vitamfanya kuwa na nguvu na kuweza kuwajibika ipasavyo. Mtu ambaye hapendi kula basi atakuwa miongoni mwa watu dhaifu kwa upande wa mwili. Kwa hiyo, maana yake inahitajika mtu aweze kula zaidi mama, ambapo anafanya maamuzi kutafuta ujauzito au mama ambaye atakuwa katika hali ya ujauzito, basi ni vyema kuzingatia lishe ambayo itamfanya kuweza kuwa salama zaidi. Hii itaweza kumlinda mama zaidi ya changamoto ambazo anaweza kukumbana nazo wakati wa ujauzito wake, ikiwemo kama mama atakuwa anahisi kichefuchefu au kiungulia au anapoteza hamu ya kula, inaweza kuhatarisha ujauzito wake, lakini kwa mtoto aliyoko tumboni, basi anaweza akazaliwa mapema au anaweza akazaliwa na changamoto ya uzito mdogo, hata kama amefikisha miezi tisa. Kama mama atapendelea kula kwao, tunashauri mama aweze kuzingatia chakula pale tu ambapo anatamani kupata ujauzito. Ni kuna watu ambao wanafanya diet, lakini diet ni nzuri, lakini kuweza kufanya ujauzito kuwa wenye afya, ni vyema ukala vyakula sahihi ambao vinaweza vikawa msaada katika wakati ambapo mama anatamani kuzaa. Mama, chakula chako kitakuwa hivi au sahani yako itakuwa hivi. Kwa mama ambao wanatamani kuzingatia balance ya chakula na kuweza kupata ujauzito ambao uko salama zaidi, kuna aina vyakula kadhaa ambavyo nakushauri uweze kula au kupendelea kutumia wakati mwingi. Kuna watu ambao wanakosa nafasi kuona daktari, au kwa kuzingatia sauti hii na vitu hivi ambavyo naelekeza hapa, basi vinaweza kukufanya kuwa salama zaidi. Mama, katika chakula chako ni vyema kapendelea sana kutumia vyakula ambavyo havijakobolewa maanake hapa anazungumzia nafaka yoyote ambayo ijakobolewa, ni vyema uweze kutumia mara kwa mara kuliko nafaka ambayo amekobolewa. Na nafaka ambayo ijakobolewa inaweza ikawa ni mikate au ugali au kitu chochote ambacho hakijakobolewa, lakini pia viazi na miogo pia ni msaada mkubwa kwa kuweza kurutubisha mama afya yako. Mama anashauriwa kutumia sana matunda, matunda yoyote yale ambayo mama unafahamu yanaweza kupatikana kwa mtindo wowote Inawezekana akawa makavu, inawezekana akawa ni ya kwenye makopo ambayo yamehifadhiwa, inawezekana akawa sehemu yoyote yaani. Lakini vizuri kutumia matunda ambayo ni fresh, matunda ambayo yametoka mtini na matunda ambayo ni natural, sio matunda ya kisasa ambayo yamepuliziwa dawa nyingi na matunda mengine yote. Sasa unawezekana usiapate kwa mara moja, ni maanake mama akawa miongoni mwa watu ambae anakutana changamoto sana kupata matunda kulingana na eneo lilipo, lakini kuna watu ambao wanapatikana matunda au matunda kwa napatikana kwa urahisi zaidi. Sio ukusanye kwa mara moja yote uweze kutumia siku moja au siku mbili au wiki moja hapana. Hii ni mchakato wa kidogo kidogo. Kwa hiyo kwa hiyo manake unapopata nafasi kupata tunda basi tumia. Baada ya hapo utaendelea na vyakula vingine ambavyo vinaanza vikawa msaada kwako kwa kwa. lakini kuna mtu ambaye atafanya fujo sasa, akitoka hapa matunda eh, matunda yatakuwa ni fujo kwake, yani matunda yatakuwa mkubwa zaidi. Hii ni hatari kwa ni vyema ukazingatia ulaji wa matunda na kuweza kukufanya kuwa mwenye afya kipindi chote. Mama, nakushauri kuweza kutumia mbogamboga za majani ambazo zitakuwa msaada kwako kwa upande wa afya yako na mtoto atakayezaliwa. Maana yake mboga mbogamboga za majani zitaweza kukusaidia mama kuongeza damu na kuongeza virutubisho ambavyo vitakuwa msaada katika utengenezaji wako wa mtoto na pia na kondo la nyuma ambalo litakuwa msaada kwa kuweza kumpatia chakula mtoto kuwa mwenye afya kipindi chote. Kwa ni vyema, mama kupendelea Mboga, mboga za majani ambazo zinaweza zikawa msaada na kuweza kukusaidia wewe, kukupa nguvu na kuwa mwenye afya kipindi chote ambacho unatamani kupata ujauzito na baada ya kupata ujauzito na yule mtoto atakayezaliwa. Lakini tunashauri pia mama kuweza kutumia protini, vyakula vya protini vinaweza vikawa msaada mama kukupa nguvu na kuweza kumsaidia mtoto kuweza kukua vizuri. Aina ya vyakula ambavyo mama tunashauri kula au mimi nakushauri kula ni aina ya nyama yoyote ile ambayo mama unapaswa kula chakula chochote ambacho kinatokana na maji au vinatokana sosi yake ni kutoka kwenye maji, inawezekana ikawa samaki au vitu vyote ambavyo vinapatikana kwenye maji, basi tunashauri mama aweze kutumia na vinaweza vikawa msaada kwako. Lakini tunamshauri mama kuweza kutumia vyakula vyovyote vyenye mafuta ambavyo vinaweza vikawa msaada, na hususan ni mafuta ambayo yanatokana na wanyama au mafuta ambayo yanatokana na mimea, ambapo ikiwa mafuta ya maparachichi au maparachichi mama kuanza kutumia mara kwa mara, au mafuta mengine yote yanatokana na wanyama ambayo yanaweza kawa msaada kwako na kukufanya kuweza kuwa salama zaidi. Kuna mafuta ambayo si salama, ambayo yanaweza kuhatarisha afya yako, lakini sisi tunashauri au tunashauri mama kuweza kutumia mafuta ambayo yatakuwa salama na kuweza kukufanya kuwa mwenye afya, pale ambapo anatamani kupata ujauzito, na baada ya mama kushika ujauzito ambao hautaweza kupelekea changamoto kubwa na kufanya mama kuwa miongoni mwa watu ambao watateseka na kuweza kulaumu kwa sababu ni mtoto ujauzito ujauzito mwenyewe umeletea changamoto mbalimbali, aidha mtoto amefariki tumboni ama mtoto mwingine, kumbe ni vyakula na mtindo wa maisha ambao mama atakuwa nao ambao umeweza kusababisha hayo yote. Mama tutamshauri kutumia mafuta, maziwa, lakini vitu vyote vinavyozalishwa na maziwa ikiwemo yogati ambayo mama tunamshauri sana aweze kutumia, ambao vitakuwa msaada katika ujengaji wa mwili wake, lakini pia kwa upande wa upatikanaji wa ujauzito. Na baada ya kupata ujauzito, ni vitu gani ambavyo vinaweza vikawa msaada kuboresha afya ya mtoto kupo tumboni, lakini mtoto atakayezaliwa? Hivi ni vitu ambavyo mama anapaswa kutumia na kuweza kuwa salama kipindi chote. Tukitoka kipengele cha kwanza ambacho mama anapaswa kutumia ikiwemo chakula, basi tuingie kipengele cha pili ambacho kitakuwa msaada na kumsaidia mama kutokana na changamoto wakati wa wa utafutaji wake wa mtoto au wakati wa ujauzito wake, na kumfanya kuwa salama zaidi, mama tunashauri kuweza kufanya mazoezi ya mara kwa mara, ambayo atakuwa msaada hususan wale mama ambao watakuwa na uzito mkubwa. Mama ambao na uzito mkubwa, tutashauri mama kuweza kufanya mazoezi kupunguza kiwango cha uzito ambacho anacho, ambacho kinaweza kuhatarisha pale ambapo atamani kupata ujauzito, na baada ya kupata ujauzito inaweza inaweza kusababisha mama kutana na changamoto ya sukari ya mimba, ambayo inaweza kusababisha pia na uzito au mama ukajifungua mapema kutokana na uzito ambao nao, au mama ukapata presha ya mimba na kifafa cha mimba ambacho kinaweza kusababisha kwa kiwango kikubwa na uzito ambao mama unao. Kwa hiyo uzito, wakati ambapo mama anatamani kupata ujauzito, inaweza ikawa miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza vikaleta changamoto pale ambapo anatamani kupata ujauzito na baada ya kupata ujauzito, lakini kwa mtoto atakayezaliwa. Kwa hiyo ni vyema mama kuzingatia uzito kwa kuona wataalamu mbalimbali ambao watakushauri juu ya matumizi ya lishe ambayo inaweza ikawa sahihi kwako huweza kupunguza uzito ambao unao lakini kwa kuona majimu trainer ambao anaweza kusaidia kupunguza uzito. Ndio maana kuna watu ambao wanatoa elimu mbalimbali kuhusiana na kupunguza uzito. Hiyo ya changamoto ambazo mwanamke anaweza kuumana nazo wakati wa uzazi wake. Kao ni vyema ukazingatia mazoezi ambayo anaweza kawa msaada kwake. Kwa sisi ambao hatujui mazoezi gani ambayo anaweza kawa msaada kwa wewe ambaye mama wana uzito wa kawaida ni vyema ukafanya mazoezi ya kutembea mara kwa mara takribani nusu saa kwa siku mpaka dakika arobaini na tano, lakini kwa mama baada ya kupata ujauzito, huwa anashauriwa kufanya mazoezi nusu saa kila siku kwa wiki, atlisti upate dakika mia moja hamsini ambazo umehusika moja kwa moja kufanya mazoezi. Kwa wale ambao watakuwa na ma, vifaa vya mazoezi wanaweza katumia nyumbani kwao, mfano wale ambao wanatembea vifaa vya mazoezi au wanakimbia na kufanya mazoezi mengine ambayo wanatumia vifaa basi unaweza kufanya, lakini kwa wale ambao watakuwa na mazingira ambayo si rafiki ya kufanya mazoezi n yani manaake hawana vifaa maalum, hawana mtu wa kumsimamia kipindi ambacho anafanya mazoezi, basi ni vyema ukafanya mazoezi rafiki ya kutembea. Kwa wale ambao wanatamani kupata ujauzito au tayari uko katika hali ya mimba, lakini unaweza kukimbia kidogo kidogo na kufanya mazoezi ya kuogelea, kama unaweza ukapata nafasi ya kuogelea na kufanya mazoezi ya viungo vyepesi au mazoezi ya viungo mepesi ambayo yataweza kawa msaada kwako na kwa upande wa ujauzito wako na kuelekea kujifungua ambayo yanasaidia kwa namna moja ama namna nyingine. Kitu cha tatu ambacho mama anapaswa kuzingatia au jamii inapaswa kumsisitiza mama juu ya hali ambayo anatamani kupata ujauzito ambao uko salama zaidi ni matumizi ya folic acid ambayo inaweza kawa msaada na kumsaidia mama kukutana na changamoto zote ambazo kwake zinaweza zikajitokeza kama hatotumia folic acid na hapa ni maelezo kwa upana zaidi ik, katika madarasa yaliyopita katika kaunti hii utasachi matumizi ya folic acid kwa mama mjamzito au ambaye anatamani kupata ujauzito. Hii itamlinda zidi ya changamoto ambazo mtoto anaanza kupanda nazo wakati wa kuzaliwa au kwa upande wa changamoto wa mama ambao anayo, maana yake labda mama kuna hali ambayo fulani alipitia wakati wa ujauzito wake uliopita, au mama na changamoto fulani ya kiafya ambayo anapitia kwa wakati huo ambapo inaweza kuhatarisha ujauzito wake au upatikanaji wa ujauzito, na baada ya kupata ujauzito basi mtoto akawa kwenye hatari. Mfano wa miongoni mwa mama ambaye anashauriwa sana kutumia vidonge vya folic acid miezi mitatu kabla au baada ya kupata ujauzito, miezi mitatu baadaye, ni mtu ambaye alishakutana na changamoto ya mfumo wa neva na mgongo, uti wa mgongo na ubongo. Inawezekana wewe kama miongoni mwa familia ambao mnasumbuliwa sana na matatizo ya midomo sungura mgongo wazi na ubongo, mtoto anazaliwa ha, anakuwa hana fuvu la kichwa na matatizo ya kichwa kwa ujumla. Kwa maana yake wewe ni ambao napaswa kutumia sana vidonge vya folic acid. Lakini kwa mama ambaye utakuwa na magonjwa fulani ambayo yanaweza kuhatarisha afya yako na mtoto alikopo tumboni. Mfano, mama ambaye atakuwa ni, anasumbua sana na siko seli, au selimundu, wewe ni miongoni mwa watu ambao napaswa kutumia sana vidonge vya folic acid. Na kabla ya kuanza kufanya maamuzi ya kushika ujauzito ni vyema kwa kumwona daktari na kuweza kuwa salama kipindi chote. Maana yake utamwona daktari na kuanza kuanzishiwa dawa za folic acid ambazo zinaweza kusaidia upatikanaji wa ujauzito wako kuwa yenye afya na mama kukuinda dhidi ya changamoto ya upungufu wa damu ambazo zinajitokeza, kama mtakuwa na changamoto hizo za kiafya. Mama ambaye atakuwa na sumbua na kifafa, kuna watu ambao wanasumbua na kifafa kipindi chote cha uhai wake, kwa hiyo ni miongoni mwa watu ambao wanatumia dawa hiza mara kwa mara. Wewe pia ni miongoni mwa watu ambao unahitaji kutumia vidonge vya folic acid kipindi chote ambacho utakuwa katika umri wa uzazi na kuelekea kupata ujauzito vizuri, kutumia vidonge hivi, na kama hujawahi kutumia basi ni vyema kwa daktari akakusaidia namna ya kuweza kuvipata na kuweza kutumia kipindi chote. Lakini kuna magonjwa ya kulisa ambayo nimeyasema, yanaweza kuzuiliwa kwa kutumia vidonge vya folic acid ambao vinaweza vikawa msaada wako na kuweza kuwa mwenye afya zaidi. Licha ya kutumia vidonge vya folic acid una vyakula ambavyo mama wanapaswa kula ambavyo vinaweza vikawa msaada moja kwa moja, na kumsaidia mama kupata na hizi changamoto ambazo zinaweza kutokana na kumiss kwa folic acid. Mama tunamshauri kutumia nafaka zisizo kuborewa, zina msaada mkubwa kwa upande wa kuzalisha folic acid mwilini. Tutamshauri kutumia karanga, tutamshauri kutumia mboga za majani kwa wingi, tutamshauri kutumia juisi aina yoyote ile, lakini mara nyingi tunashauri mama kutumia juisi ya matunda ambayo ni aina ya machungwa, ambao ni msaada kwa upande wa kuongeza folic acid, maharage ambayo anaweza kawa pia msaada kwa kuweza kufanya hivyo. Vitu vyote nimesisitiza juu ya matumizi ya uzito au namna ambavyo mama anaweza kukontrol uzito. Hata kwa ambayo uzito wake utakuwa chini, basi ni vyema akajua namna gani ambavyo anaweza kaongeza uzito. Ndio maana kuna madarasa maalum ambayo ya vyakula ambayo vinaweza kuongeza uzito, mfano au watu wapiganaji kuna uzito ukitakiwa kulingana na mpiganaji mwenzake au adui yake, basi anatakiwa afikishe huo uzito aweze kupigana naye. Kwa hiyo hata zingatia chakula ambacho kinaweza kuongeza uzito. Kwa hiyo kuna uzito kwa mama ambaye unaweza ukawa chini na kuweza kuhatarisha juu uzito wake, basi ni vyema ukazingatia uzito wa kwako, kama utakuwa chini kuweza kukula vyakula ambavyo vinaweza vikawa msaada na kuweza kuongeza uzito, na kama uzito wako utakuwa juu basi kuzingatia lishe na mazoezi ambayo yanaweza yakasaidia kwa namna moja ama nyingine kupunguza uzito na kuwa katika uzito unaostahili na, na kumfanya mama kuwa salama kipindi chote. Kipengele cha nne ambacho tutakiangalia hapa na kumsaidia mama kutokana na hizi changamoto ni mama ambaye anatumia vitu ambavyo si salama kwa afya yake, lakini pia kwa afya ya ujauzito anaotamani kupata na mtoto atakayezaliwa. Mfano, mama ambaye anatumia madawa ya kulevya au mama ambayo atakuwa navuta sigara, pombe, na utumiaji wa dawa holela bila msaada au usimamizi wa kidaktari. Maana yake mama anajisikia kuumwa kidogo, alafu akawa anachukua dawa na kuweza kumeza bila kusimamiwa au kuandikiwa na daktari, basi inaweza ikawa miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kuhatarisha upatikanaji wa uzito, na baada ya kupata ujauzito, basi vinaweza vikawa hatari, lakini kwa mtoto atakayezaliwa. Miongoni mwa vitu ambavyo mama anaweza kumana navyo ni mtoto mzaliwa na shida ya kuzaliwa, yaani mtoto akazaliwa akutana na changamoto za kuzaliwa navyo, na kama vile viunga malizo mengine mengi ambayo anaweza kujitokeza kutokana na dawa ambazo mama alikuwa anatumia wakati wa ujauzito wake, au pale ambapo anatamani kupata ujauzito. Mtoto anaweza kuzaliwa na uzito mdogo, lakini mama anaweza ikapelekea kujifungua mapema zaidi. Hivi ni vitu hatari ambavyo vinaweza kuhatarisha ujauzito wa mama, lakini pia kwa mtoto atakayezaliwa, na mwishoni kama Mwenyezi Mungu akasema bwana, mtoto huyu hapaswi kuendelea kuwepo duniani au anapaswa kubaki au nimrudishe, basi mama anaweza kujifungua mtoto mfu, au ujauzito wako ukatoka mapema zaidi, kutokana na changamoto ambazo mama alikuwa anapitia, ambayo imesababishwa na matumizi yako ya dawa ambayo hayajawa msaada, au unatumia dawa bila msaada wa kidaktari. Wewe ni vyema mama ukajua namna gani ambao unaweza kukaa salama na kumita mtoto wako aoo, tumboni au wakati wa upatikanaji wako ujauzito kwa upande wa mwanaume, lakini kwa upande wa jamii kwa ujumla, kuna vitu ambavyo vinaweza vikawa msaada na kumsaidia mama kuweza kuwa salama kipindi chote. Unawezekana ukawa ni mwenza wake, au mtubaki, yani maanake ni mama mzazi wa mwanamke, au ni mtu mwingine ambao natamani kumsaidia mama, basi kuna vitu kadhaa ambavyo vinaweza vikawa msaada na kuweza kumkomboa mama kuweza kupata ujauzito ambao uko salama zaidi. Kitu cha kwanza ni kuwewe mwanaume kujisisitiza au kuweza uzingatia kuwa katika hali ya usawa wa kiafya na kimwili pia, unaweza ukawa hali ya kiafya kiakili, lakini kimwili wako ukawa dhaifu, lakini hapa tunazingatia vitu vyote ambavyo mwanadamu anatakiwa kuwa sawa. Maanake wewe mwanaume anatakiwa kuwa sawa kimwili kwa kula vizuri, lakini pia kwa kufanya mazoezi ambayo utakufanya wewe uweze kuwa salama zaidi na kiakili kuepukana na changamoto yoyote ambayo inaweza kusababisha akili ya yako ikawa na shida, au, au mwanaume ukawa na mawazo ambayo yanaweza kuhatarisha uwezo wako wa mbegu kuwa wenye afya na kushindwa kutungisha mimba kwa mwanamke. Kwa zingatia kwa kufanya mazoezi na kula chakula sahihi, na kutokana na mazingira ambayo mwanaume anaweza kukutana na changamoto ya stres na kuweza kuhatarisha ujauzito wa mwanamke au mwanamke kushindwa kupata ujauzito mwanaume kukutana na mazingira ya moshi au kama unahusika kwa namna moja ama nyingine nauvuaji sigara, basi uweze kukutana na mazingira yanaweza kuhatarisha nguvu ama mbegu za kiume kuwa katika hali ya udhaifu na kushindwa kutungisha mimba. Lakini baada ya kutungisha mimba, kama zitakuwa na hali ya nguvu, basi mtoto anaweza kutana na changamoto mbalimbali, kutokana na changamoto ya moshi au athari ambazo mwanaume atakuwa nazo na kupelekea mtoto kupata malazi mbalimbali mbali, katika kuzaliwa kwake. Mama wakati ambapo anatamani kupata ujauzito anaweza kutana na changamoto mbalimbali, ikiwemo mawazo kama ashaye kupitia changamoto mbalimbali katika mimba zilizopita, au mama itakuwa ni mara yake ya kwanza ambapo anatamani kupata ujauzito, lakini kutokana na changamoto ambazo ameziona kwa watu wengine kuhusiana na uzazi wake, basi anaweza kaa ni miongoni mwa watu ambao anaweza kutengeneza stress mbalimbali au mawazo mbalimbali ambayo anaweza ujauzito wake, ni vyema wewe mwenza wake kumsapoti mama kwa kila hatua, kwa kwa ambayo mama atafanya maamuzi ya kupitia au kama mama atakuwa na changamoto mbalimbali. Kitu kingine ambacho mwanaume anapaswa kuzingatia, jamii anapaswa kuzingatia, ni kumsikiza mwanaume kufanya check-up ya mwili wake na kugundua tatizo ambalo linaweza kuwatalisha mwanamke kushindwa kupata ujauzito na yeye kuwatalisha ujauzito wa mama kipindi chote ambacho atakuwa katika hali ya ujauzito maanake kama mama utapata maambukizi ambayo yanasababishwa na mwenza wako, basi ni vema mwenza wako akapata kutibiwa mara kwa mara, au kuweza kumsitiza kuweza kuinda afya yake kwa kuepuka magonjwa zinaa, ambao yanaweza kusababishwa kwa kuwa na wapenzi wengi ambao wanaweza kusababisha yeye akapata malazi na kuweza kukuletea wewe, au kutumia kinga pale ambapo anaenda kuwa na wapenzi wengine ambao wanaweza wasiwe salama kwa upande wa afya zao. Kuna kazi ambazo zinaweza kuhatarisha ujauzito wa mama au mama kushindwa kupata ujauzito kwa wakati kulingana na mipango yake, lakini kama atafanikiwa kupata ujauzito basi anaweza kuhatarisha ujauzito wake na kuwa mwenye kujifungua mapema au mtoto baada ya kuzaliwa kutana na changamoto mbalimbali za kiafya. Hizi ni kazi ambazo mama anapaswa kuziepuka kama inawezekana kuziepuka au kama ni mazingira ambayo anaweza kuepuka basi ni vyema kuzingatia hayo na kama basi miongoni mwa watu ambao wanakupatia unajipatia kipato kulingana na, jipatea, na jipatea hizo kazi, basi ni vyema ukana ukatafuta namna ambavyo unaweza ukapunguza muda wa kuwepo eneo hilo. Mama ambaye atakuwa anajihusisha na, na kilimo au mwenza ambaye atakuwa anajihusisha na, na kilimo muda mwingi, basi ni mazingira ambayo anaweza kukuhatarisha katika upatikanaji wako wa ujauzito au baada ya kupata ujauzito kutokana na, na kemikali ambazo mama au mwenza atakuwa anatumia shambani, basi vinaweza kuhatarisha lakini kama mtu atakuwa anafanya katika viwanda kazi katika viwanda, mwanamke ni mazingira ambayo yanaweza kukuhatarisha pia, kwa ni vyema ukajua namna gani ambavyo unaweza ukaa salama zaidi. Viwanda ambavyo vinatoa magesi na makemikali ambayo ni hatari kwa afya yako, basi ni vyema ukaepukana, kipindi hichi ambacho mwanamke atamani kupata ujauzito, au kupunguza masaa ya kwenda huko, ukaomba likizo, kama ni likizo ya matatizo mengine yote ambayo au njia nyingine yoyote ambayo unaweza kufanya mama akuwe salama zaidi. Lakini kama mama atakuwa ni miongoni mwa watu ambao anafanya kazi katika sehemu za kemikali, kemikali mfano watu wa maabara na sehemu nyingine ambazo zinahusika na kemikali au kuzalisha kemikali, basi ni vema ukaepukana na mazingira hayo kufanya kuwa salama kipindi chote. Hivi ni vitu ambavyo mama unatakiwa kuepuka, lakini kama utakuwa naishi na familia ambayo inahusika na uvutaji sigara au unywaji wa pombe au mazingira yote ya pombe na uvutaji sigara, kwa o ambaye ni mwathirika, au wewe ambao hautumii utakuwa ni mwathirika wa kwanza, ambaye inaweza kupelekea mama kukutana na changamoto wakati wa ujauzito wako. Hivi ni vitu ambavyo mama anapaswa kuvizingatia kuhusiana na mtindo wa maisha ambao unao, lakini pia kwa mwenza ambao anataka kumsaidia mama kuweza kupata ujauzito ambao uko salama au wote wawili kutaka kupata ujauzito ambao uko salama unatakiwa kukutana hivi vitu, ili mradi kuweza mama kupata watoto ambao wenye afya na mama bila kupitia changamoto yoyote ya kiafya. Hii ni channel ya afya ambayo tutajifunza mambo mbalimbali ya kiafya ambayo naweza kuwa msaada kwa jamii na mtu mmoja mmoja, hususan kwa mwanamke au mwanaume kujifunza na kutokana na changamoto za uzazi ambazo mwanamke anaweza ambazo anaweza kumbana nazo wakati wa, wa kutokuwa kwa ujauzito. Nivema ku like na kushea na kualika wengine. Kama unavutiwa na channel hii, basi nivema kusubscribe na kupata maarifa mengi zaidi ya kiafya katika jamii. Asanteni mpaka wakati mwingine.